Na natoa rai kwa wananchi wote, baada ya kupiga kura hakuna sababu ya kukaa kwenye vituo. Kwenye vituo kuna wale maafisa wanaohusika na masuala ya kupiga kura, kuna wasimamizi watakuhakikisha kwamba hakuna mtu anawaingilia, na wale wagombea wana wana mawakala wao pale. Hili swala la kwamba kuna watu wengine watakuja kutunza kura au watakuja kulinda kura, ionekane kama kwa kweli ni jambo ambalo ni mwanzo tu wa vurugu. Nataka niwahakikishie wananchi, haya yanayosemwa yote yanatokea kwenye mtandao. Sijasikia kikao, sijasikia mkutano, sijasikia eneo lolote linaloelezea watu hawa. Ni matishio kwenye mtandao, na kwa hiyo wananchi wayapuuze kabisa. Wakati huu ni wakati wa kilimo, ni wakati wa kuandaa mashamba, mvua kwa za kwanza za kulimia, na nashukuru wananchi wanaendelea kwenye mashamba, wengine wanaanza kuandaa mashamba yao. Sasa hivi ni wakati wa kugawa mbegu za pamba. Wananchi waendelee kupokea mbegu zao, waendelee kufanya shughuli zao za kiuchumi, na serikali iko mbele kabisa, sio iko nyuma, iko mbele yao kuhakikisha kwamba hakuna mtu yoyote atakaye wa atakaye wasababishia vurugu yote au, atakaye wasababishia atakaye wasababishia au atakaye fanya usalama wao usiwepo usi, usi. Wajitokeze siku ya 29 asubuhi, na wakimaliza waondoka na natoa